Serikali ya awamu ya sita imedhamiria kuongeza tija kwenye kilimo kwa kuwafikia wakulima moja kwa moja kupitia kwa maafisa ugani katika kila kata na vijiji. Tumetumia zaidi ya bilioni mia nne kwa miaka hii miwili mitatu, kwa ajili ya kutoa ruzuku ya mbolea ili kuweza kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza faida kwa mkulima. Kwa miaka mingi sana, serikali yetu imekuwa ikiongeza kwa wakulima lakini bado tumekuwa na tija ndogo. Ndio maana kipaumbele cha serikali ya awamu ya sita ni kuhakikisha tunaongeza tija kwa mkulima. Kuongeza tija ni kwamba kwa ekari ile ile moja kama alikuwa anavuna tani moja, sasa aliavune tani tano, na tija ina kanuni zake, na ndio maana tutahakikisha mpaka mwaka huu unaisha, kila afisa atakuwa na uwezo wa kuwa na kifaa cha kupimia afya ya udongo kabla ujamshauri mkulima, ujue kwanza afya ya udongo wake. Mafunzo hayo yanalenga kuongezea weledi zaidi ya maafisa ugani 300 katika mkoa wa Tanga. Mafunzo haya ambayo yanaendelea ya smart uikuwa na mabadiliko ya hali ya hewa kaku sisi, Tanga tunaona kabisa tutakuwa ahedi pia kwenye utekelezaji, kwa sababu vijana tutapata kwenye awamu ya kwanza vijana zaidi ya 97 kati ya mia tatu sabini na sita ambao tunao kwa maanake wishi yetu ni kwamba ndani ya kipindi ambacho wizara ya kilimo imepanga vijana wetu wote mia tatu tisini na saba watapata mafunzo. Lakini kwa kuliangalia hili, wizara imetutendea haki. Kama nilivyosema, kwenye upande wa umwagiliaji tuna eneo kubwa ambalo litaenea kwa umwagiliaji.